Na mimi msimamo wangu na mimi msimamo wangu, viongozi wote wanakosolewa. Kila kiongozi hawezi kuwa na kinga ya kutokosolewa. Diwani anakosolewa, mbunge anakosolewa, rais anakosolewa, lakini pia wanapofanya vizuri wanapongezwa. Kwa hiyo wananchi wote wanaotoa mawazo mbalimbali Tanzania kwa ajili ya kuishauri kwa ajili ya kuishauri serikali kwa ajili ya kuishauri serikali kwa ajili ya kulishauri bunge wako sahihi, na wasizuiwe na mtu yoyote. Yaani, badala ya kuchukua hatua za watu ambao wametekwa, wale wanaolaani mambo ya kutekwa ndio wanalaumiwa. Tutakuwa na taifa gani la hivyo? Yaani, wanaolia kwamba ndugu yake ametekwa ndio wanalaumiwa. Wanaolalamika, jamani, tutakwisha kwa kuuawa, kwa kutekwa, ndio wanaolaumiwa. Anayeteka yuko salama na anapongezwa, na mambo haya yanazungumzwa mpaka hata na baadhi ya viongozi wenye dhamana kubwa. Kwa nini hili liruhusiwe? Ni lazima tuyakatae haya, tuyapinge, tuyakemee na tuwambie watu kwa uwazi kwamba hili hapana. Hatuwezi kuzimaliza changamoto za taifa letu kwa kuongea kwa lelemama, kwa kutokuambizana ukweli. Hata mahala palipoharibika, mnapongezana. Watu wanatekwa, nyinyi mnapongezana, badala ya kuhakikisha kwamba waziri aliyoko madarakani wa, waziri, waziri wa mambo ya ndani wananchi wanatekwa, anatekwa mwananchi wa kwanza, anatekwa mwananchi wa pili, anatekwa mwananchi wa tatu, anatekwa mwananchi wa themanini, bado yuko ofisini, bado yuko ofisini. Nilipoenda kumsalimia faza kitima. Nilipoenda kumsalimia faza kitima hospitali kule dar es Salaam, tukakutanisha uso, anayemsalimia mwenzake analia, anayesalimiwa analia, amejeruhiwa vibaya kiongozi wa dini yule, kazi yake ni kumwomba Mungu tu na kuliombea taifa hili, anavamiwa na watu wanaoitwa wasiojulikana. Tunawezaje kuwa na waziri anayejulikana, halafu wanayoleta madhara ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania hawajulikani? Tunawezaje kuwa na wizara inayoitwa wizara ya mambo ya ndani tunawezaje kuwa na wizara ya mambo ya ndani ambayo kazi yake ni kushughulika na wahalifu, alafu wahalifu wakavishwa jina la kutojulikana? Anatekwa huyu wa kwanza, sawa. Anatekwa wa pili, sawa. Anatekwa wa tatu, sawa. Ni lazima kama taifa tuwe na hasira na mambo ambayo sio ya kawaida. Yaani, mwenzako anatekwa, anauawa, wewe unashabikia. Anatekwa wa pili, mpaka uuawe wewe, mpaka uuawe wewe? Padri Kitima ametekwa, amepigwa na kuumizwa tena akiwa kwenye makaazi ya maaskofu, halafu mpaka leo waliomteka hawajulikani. waliompiga sio waliomteka, waliompiga na kumuumiza hawajulikani. Alafu waziri wa wizara ile yupo, IGP yupo, vyombo vya dola vyote vipo, na wananchi wengine wote wanaolia kwa ndugu zao kutekwa na kuumizwa na wenyewe wanaendelea kulia, ni sawa tu halafu ikifika mahala tunaanza kuzungumza kwa kubembelezana kwamba o oh, nikimzungumza huyu waziri atafukuzwa uwaziri, nikimzungumza huyu IGP atafukuzwa IGP, nikimzungumza huyu ataniteka, nikipiga kelele na mimi nayepiga kelele nitatekwa. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Ni lazima viongozi walioko kwenye maeneo wa, wajirekebishe kama sio kuachia ngazi, kama wameshindwa kusimamia mustakabali wa amani ndani ya nchi. Kisesa hoye, Mwabuma hoye, Mwabuma hoye. Nataka nipeleke hizi salamu kwa viongozi wote. Kuna viongozi wameongea na mi nawaunga mkono na nawapongeza katika mambo ya msingi. Hatuwezi katika mambo ya msingi tukawa tunazungumza kilele mama. Ni lazima jambo ambalo halifanyiki vizuri, tuseme hili halifanyiki vizuri. Kama waziri fulani anatuangusha, tunasema huyu anatuangusha. Kama ni chombo fulani cha dola akifanyi sawasawa, tunasema chombo hiki kinatuangusha. Hatuwezi mambo yanafanyika vibaya sisi tunaya, tunayashabikia. Si tunayashabikia? Na mimi mbunge wenu, msimamo wangu katika haki, msimamo wangu katika haki hauwezi kuyumba na hauwezi kuyumbishwa na yoyote. Tutaendelea kuwasaisha kama wanasaishika na sisi tuendelea kumsaidia Mheshimiwa Rais mahala ambako aone kwamba hapa kuna changamoto kubwa na kuchukua hatua hamani aji mpaka apate wazazi wawili, mzazi wa kwanza anaitwa haki, mzazi wa pili anaitwa nini? Usawa. So no matter how you preach, you are not preaching peace, una preach what we call utulivu. Na utulivu unaolazimishwa pasipo haki na usawa, kuna siku hautadumu, sababu Biblia inasema utulivu unaotokana na haki Ndiyo, na hudumu milele ndugu zangu, hii ni mbaya mno. Unapolazimisha watu wanyamaze, watulie, wasihoji, wasipaze sauti, matokeo yake ni mabaya mno. Isaya 30:10. Isaya 30:10. Isaiah 30 verse 10. They tell the prophets to keep quiet. They say, Don't talk to to us us about what is right. Tell us what we want to hear. Let us keep our illusions. Unajua manake? Anazungumza Anasema hali inakuwa mbaya zaidi, hata wanapowaambia watumishi wa Mungu wasiongee. Imagine Mungu anasema, katika jamii yenu mmenichukiza kiasi kwamba mmemwambia na nabii asiongee. Wanasema, nabii usiongee kwa sababu hatutaki kusikia mambo ya haki. Angalia pale, they tell the prophets, na so prophet mmoja, prophets, kamata neno prophets, maana ni wengi. They tell the prophets to keep quiet. Neno to keep quiet to them is peace. Kwamba wasipoongea ndio inaitwa amani. Wasipohoji ndio inaitwa amani. Wasipoleta ujumbe wa Bwana inaitwa amani. Na kipindi kile manabii walikuwa wanakuja kukemea. Manabii wasipokemea hiyo ndio inaitwa amani according to them. Kwa mjibu wa wafarume kipindi hicho nabii asipohoji inaitwa amani. Nabii asipokemea inaitwa amani. Tena wakaweka komandi, angalia komandi. They tell the prophets to keep quiet. Neno they tell manake they order them. They have ordered the prophet to keep quiet. It's an order. Why? Wanasema, they say, don't talk to us about what is right. Mtuambie mtu mambo ya haki. When you see watu wanataka kuambia kilicho haki. Haki ya hii kampuni. Haki ya wafanya kazi. Haki ya wanafunzi. Haki ya waraia. Haki ya waumini. Ukiona mtu anasema wasumuze haki. There's a big problem. And God is not happy. Unachotaka kusikiza sisi, endelea kutuambia maneno laini laini. Huu ndo tunaita kwa lugha yetu uchawi. Na kuna somo nitakufundisha machawi alianza lini kwa Biblia. Bosi kwenye kampuni akisikiza machawi, kampuni inakufa. Kwa sababu hata kama bidhaa amini, hata kama thamani ya kampuni inashuka, wao wanakuambia bosi, oh, yeah, yeah, ujui tu. Boss anasikiza ile maneno, mwisho wa siku anasikiza ya kampuni yake imetoka nje. Na kama umeshaangalia kwenye jamii nyingi, mtu ambaye anajaribu kuleta ku, ku, ku, kuongea ni kama anaonekana kama anapinga, lakini huenda angesikizwa mwanzo wake, anaboresha zaidi. Huyo mtu kama anaongea na wewe kama anaongea na nione mkono wako kama unaongea nawe kwa njia TV, naongea nawe kwa njia mtandao yeah, yeah, yeah, wa kijamii, nione mkono wako ukisema mtumishi endelee. Now, nataka kwa watu wote nyinyi ni watu wazima. Mtu akikuambia don't tell me what is right, maana yake nini? Huyo mtu anajua what is right. Isipokuwa ameamua, ameamua kupindisha. Ndio wale ambao Isaya anasema njia yao waifuatayo wamepindua njia na hapatakuwepo na amani kwao. If a person tells you don't tell me what is right, it means that person knows what is right and knows what is wrong. Hii ndio jamii tuliyonayo. Hawa ndo watu ulio nao. Hawa ndo marafiki ulio naye. Angalia rafiki ulio naye. Una rafiki ambaye unaweza kumwambia hilo kweli, kesho mkaendea kwa marafiki? Kagua. Ndio mai. maisha maisha wanadamu yamefika hapa. Angalia hata nyie marafiki. Rafiki yako atakwambia, usiniambie hicho. Hali ikifikia hapo mambo ni, ni mabaya. Viongozi wa dini mmekuwa wanafiki. Hamsimamini nafasi zenu. Wekima amesema utekaji huu, utekaji. Watu <tune> wanatekwa mfika kama themanini na tatu. Ifunze kwamba nchi ili iwe imara iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena, for we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa na kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo, vikiliona jambo ambayo ni hatarishi kwa nchi vinasema hapana. Viongozi wa dini bado mwenye Mnataka nini kitokee? Mkiitwa Ikulu ndio mnaita press? Ah, nyinyi viongozi wa, wa, wa dini, mbona hamjaita press presi, kama mnavyoitaga press kwenda kumwombea Mama Samia, ambao ni East Africa wenzetu? Hili ni jambo limetugusa, kati ya mambo yaliyotugusa nalo hili, ni jambo limetugusa, tukuwa na maombi vile vile. Tutakapomwombea rais wetu na Watanzania bado tutaombea na East Africa wenzetu. Mungu aendelee kuwalinda na zaidi ya yote Kongo ibaki salama na watu waendelee kuishi kwa amani bila kumwaga damu. Ukiwa unasikia watu wanakufa unachukulia tu kawaida ni nchi ya mbali lakini Kongo hapo ni karibu sana na sisi, sio kitu cha kuchukulia mzaha. Ukiona watu wa Ukraine wanakufa na Urusi unaweza kuona ni mbali, lakini ni hao, hao wamepata mafunzo <coughs> wanakufa, ni watu walitoa mafunzo hapo kwetu. <laughs> Kumbuka kwamba hata Rais Putin alishawahi kuja kuishi Tanzania kwa kazi ya kijeshi. kwa ni ndugu zetu wametugusa ma ndio maana tumesema, hapana, hatuwezi kulala, ni lazima tuliombee taifa letu kwa umoja wetu kama viongozi wa kiroho. Kwa hiyo kwa kweli ninasisitiza tu kwamba Watanzania wote wajitokeze. Tutakuwa tukitangaza occasion tarehe hii ya ishirini na mbili mwezi huu wa pili. Mbona hamjaita presi kwenda kumwombea rais, kwenda kumwongea, kuombea uchaguzi, kwenda kuombea waziri mkuu? Mbona hamjaita presi, viongozi wa dini, kuhusiana na swala hili la utekaji au amlioni? Viongozi wa dini, unafiki umewajaa. Kwa nini mkisema tunataka kumwombea mama Samia, mnaitana viongozi wa dini, kwa nini hamjaitana kumuunga mkono hata kwa hili kwa nini hamjaitana kwenye utekaji kama viongozi wa dini? Kama mnataka watu, si nyinyi kazi yenu ni, ku, ni kutetea wanaoonewa, ni kutetea wanaotekwa? Kwa nini hamjaitana kuita bless kama viongozi wa dini, lakini mnaitana kwenda kumwombea Samia, kuombea uchaguzi, kuombea amani, kuombea? Hatusemi hayo ni mambo mabaya. Je, kwa nini katika hili hamlioni? Mnasubiri mambo gani ambayo mnaitana wakati hili ndio jambo la msingi la kitaifa ambalo wananchi wanapitia changamoto na dhuruma. Kwa nini hamjaita place? Asa, mmemuona Gwajima ameita place na uaga haiti ovyo ovyo, lakini mmejitokeza mmenyamaza kimya. Kinafiki. Mnaona mishale sasa inamfata Gwajima maana watu wametafsiri vibaya hotuba yake, wanatafsiri wenye ufahamu mdogo wametafsiri vibaya. Sasa nyinyi viongozi wa dini, mbona na nyinyi mmekuwa kama wanafiki? Kwa nini hamumuungi mkono Gwajima? Ina maana kwa jima ametukana watu? Ina maana kwa jima ametukana rais? Ina maana kwa jima ametukana serikali? Ina maana kwa jima ametukana jeshi la wananchi? Ametukana polisi? Hapana, anatetea maslahi ya taifa na kizazi chetu kisitekwe. Wani viongozi wa dini, nyinyi mko wapi? Umoja wenu si umoja wa manabii uko wapi? Mnaoitaga press eh, hey, tunaenda kumuombea rais eh, tunaenda ku, kuombea tunaenda kuombea amani ende, tunaenda kujitokeza. Mnajitokeza hapo, waandishi wa habari mnawaita, eh, tunaenda kuombea imekuaje hili swala, mko kimya nyinyi, kama sio unafiki na kujipendekeza kama mtafuti. Hena viongozi wa dini, mi nawaambia ule ukweli, kwa sababu hili swala hali si Tanzania ikiwa ninyi kama viongozi wa dini mmesimama hapa, kwa nini amuiti hizo plesi mnazoitaka? Kwani unatumia muda mwingi muda mwingi kusema kusema, kwani usitumie muda mwingi kuomba? Shikia Yeremia hiyo saba mstari wa kumi na sita tanasemaje? Anasema, basi wewe usiwaombee watu hawa wala usiwapazie sauti yako wala kuwaombea dua wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Unataka unataka tu, tuombee nini wakati Mungu anasema tusiwaombea wabaya wasiotaka kuacha ubaya? Jerry, ni badala ya kuongea sana, nadhani ungetumia nafasi yako kumwombea raisi hata kama basi kuna lolote unahisi lina analifanya kwenye haya mambo, hebu geuza basi, hebu geuza hilo wingu, hebu omba, hebu omba kama unavyoomba kufukua misukule, hebu omba kama ulivyotuahidi utamfufua Kanumba, hebu omba tuombe Baba, hebu tuombe, tuombe, tuombe, tuombe, tuombe. Inawezekana kwenye maombi, Baba, utekaji ukaisha. Inawezekana kwenye maombi tukaomba damu zisimwagike. Inawezekana kwenye maombi tukaomba kila kitu kikaenda vizuri. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mabomba yakatoa asali na maziwa. Inawezekana kwenye maombi tukaomba mbingu ikashuka, uwepo ukashuka, mtu anaetaka kuchukua kisu na panga akashindwa kwa jina la Yesu. Inawezekana tukiomba Baba. Mbona mnaombea watu? Mbona mnawapa watu mafuta ya upako Mbona unafukua ulikuja kwangu iku, ikungi uka ee, misukule ikatoka ikatoka ikatoka. Kama tunatoa misukule leo, kwani tunashindwa kumwombea rahis wetu? Kwa tunashindwa kuombea vitendo vya utekaji viondoke? Biblia inasema hakuna jambo gumu Mungu za mbinguni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo mimi hapa sitakuja kuclarify sijaja kuclarify eh, presi ya guajima ni sahihi au sio sahihi kiasi gani. Ninaamini na watu wengine pengine wangetegemea baada ya presi ya guajima ni, ku, ninge sema, sema vitu fulani ambavyo pengine vinge trend. Ukweli si, si, sijasema na siko hapa kusema ile press ilikuwa sahihi kiasi gani na makosa kiasi gani. Kuna kaeneo tu ambako Jerry umekagusa, ako ndiko ambako nataka nikuweke sawa wewe na mtu mwingine yoyote atakayekuja kuinuka wakati wowote. Fanya yote, tafuta lolote unaolitafuta, usifanyie mzaha jina la Mungu mimi hapa ndo napoingiliaga. Kuna watu mnajiita watu wa siasa, lakini unajikuta una uhuru wa kukejeli sana uungu wa Mungu na maana ya Mungu, ila wale ambao mnasema sisi si, si, si wanasiasa, tukiongea makosa ya upande wa wanaoita wanasiasa mnasema tunachanganya dini na siasa. Sasa subiri, sikia, nataka nikuchambulie akakaeneo ambako Kikejeri fulani ulichokiingiza juu ya Mungu na watu wa Mungu, ukiwa unamaanisha watu wa Mungu ni mataila fulani ambayo yanatakiwa kuombea kila kitu hata yasiyo ya kuombea. Naenda kukusomea maandiko hapa yanayoweka mipaka nini kiombewe, nini kizungumzwe. Jerry, ni vema ufahamu, mimi ni fans wako mzuri tangu, nadhani ukiwa ITV, nadhani ukiwa yani, staili yako ya kuongea. Jeri Muro, katika watu ambao nimewahi kuwa kubali, yani nimewahi kuwa na thamani kwenye moyo wangu, ni pamoja na wewe, Jeri Muro, Humphrey Polepole, Makonda, E, akina Doto Biteko, akina Kassim Majaliwa, akina Tulia Ackson wakati ule wa, wa korona inalazimishwa pengine barakoa barakoa, Tulia alikuwa anajaribu kuweka misimamo ya na, wengine tunashindwa kupumua na vitu kadha wa kadha, lakini biashaka kulikuwa na vitu ambavyo wengine wenye d mbili tulikuwa tunaenda mbali kidogo kujua pengine kamsimamo wako kana nini walikuwa wanafanya wakati mwingine tuwe na, na, na, na ka upendo fulani na, na, na kuna watu enewe, anyway, niseme tu, kuna watu ambao mmewahi kupita kwenye moyo wangu na kuwa watu fulani wenye thamani, sio hao tu niliowataja na wengine wengi, lakini inawezekana Mungu ameruhusu pepeto, mchujo, ameruhusu aina fulani ya wengine, pengine tunapita kwenye tanuru la moto ili atujulishe nani ni nani, yupi ni yupi. Sasa pasiko kumjadili nani ni nani, nataka tu wewe na mtu mwingine yoyote akome, acheni, fanyeni yote, tafuteni kila unachotaka kutafuta lakini utakapolitaja jina la Mungu, mimi hapo utaniona, ntatokea. Ntataka usilitaje bure, litaje kwa namna inayotakiwa. Na kama unavyojua mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima atasema nini leo. Lakini ninachosema tu ni kwamba nina leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Kama ni ndege, ni zile Boeing 787. Kama ni maloli, kama ni malo, semitrela yale makubwa makubwa. Leseni ya bajaji sina, kwa hiyo yoyote mwenye bajaji sishughuliki na wewe. Nafikiri mmenielewa eh? Ingekuwa ni loli kubwa ningeendesha, ingekuwa ni treni ningeendesha. Sina leseni ya bajaji wala guta, kwa hiyo sishughuliki sishughuliki nazo. Ukiona bajaji na kukimbilia, unaachana naye. Na kama unavyojua mchungaji Gwajima ana leseni ya kuendesha magari makubwa makubwa. Watu wako hapa wanawaza mchungaji Gwajima jima atasema nini leo. Ikatokea Abduli mtoto wa mama Samia wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa, hana macho Nikawa namwangalia mdogo wangu Gwajima hapa, askofu, labda kuna joto jimboni, maana ile presi mimi sikuielewa. Ni pati tu. Wabunge tunawatakia heli ya kikao chenu mnachoenda kujadili

Kesho mwingine, namaliza kwa hili tena, wema aa, kama mtu anakufa katika nchi yako serikali haina ya habari? La la, mimi mimi hivyo aina abali nini? tunamuo na ndege na nakuja kwa sababu ya nani? Mtu mtu anauliwa, serikali haina habari, halafu mimi mimi, nikeng... mimi. serikali ambayo watu wanauliwa wawa wana habari niwes hata kama mtu anakufa katika nchi yako serikali haina habari, laa mimi inanisaidia nini?